Video ni Dr. Patrice Motsepe alivyoweza kutua katika ardhi ya Tanzania kwa ajili ya mkutano wa kamati ya utendaji wa CAF unaotarajiwa kufanyika leo katika hoteli ya Hyatt Regency jijini Dar es Salaam. Dr. Motsepe aliweza kupokelewa na Waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda pamoja na viongozi wengine wa soka nchini na CAF. Lakini sasa mkutano huo ni kukumbushe, uh, utakuwa ukianza majira ya saa saba kamili za mchana. Kwa hiyo hiyo video ambayo unaitazama ni namna ambavyo Motsepe alivyokuwa anawasili katika uwanja wa uh, ndege wa kimataifa JK Nyerere, kwa maana Julius Kambarage Nyerere, ambapo ni mkutano wa kamati ya utendaji ya CAF unatarajiwa kufanyika hivi leo katika hoteli hiyo ambayo nimekuambia. Lakini mba viongozi mbalimbali mbali wa CAF wapo nchini wakiongozwa na Rais wa shirikisho hilo Dr. Patrice Motsepe kuhudhuria mkutano huo Tanzania wakiwa wenyeji. Kwa hiyo endelea kukaa na Talent Media, karibu. Tutakuwa tukikuhabarisha nini ambacho kimezungumzwa, nini ambacho kimejiri huko. Kwa updating zaidi, mimi ni Ali Swalimshana, hii ni Talent Media.